Sifa na tabia za watu wanaotawaliwa na upole mara nyingi huonekana kama nzuri na vyema, lakini pia kuna sifa na tabia mbaya ambazo huambatana na upole. Watu wanaotawaliwa na upole mara nyingi huwa na uwezo mkubwa wa kusikiliza na kuelewa wengine, lakini hii inaweza pia kusababisha kuwa na uwezo mdogo wa kujieleza na kufikisha maoni yao. Watu hawa wengine mara nyingi huwa na uwezo wa kujifunza kwa haraka na kuchukua mabadiliko, lakini pia wanaweza kuwa na uwezo mdogo wa kufanya maamuzi na kuchukua hatua. Tabia mbaya za watu wapole ni pamoja na uoga wa kusema ukweli, hofu ya kukataa ombi la mtu na uwezo mdogo wa kudai haki zao. Watu hawa mara nyingi huwa na uwezo mdogo wa kujitetea na kudai haki zao, na hivyo kusababisha kuwanyonywa na wengine. Watu wapole wanahitaji kujifunza jinsi ya kujitetea na kudai haki zao bila kuwa na uoga wa kusema ukweli au kukataa ombi la mtu. Ili kubadilisha sifa na tabia mbaya za upole, watu wapole wanahitaji kujifunza jinsi ya kuwa na ujasiri wa kusema ukweli na kudai haki zao. Wanahitaji pia kujifunza jinsi ya kufanya maamuzi na kuchukua hatua bila kuwa na uoga wa kufanya makosa. Kwa kufanya hivi, watu wapole wanaweza kubadilisha sifa na tabia mbaya za upole na kuwa na uwezo wa kujitetea na kudai haki zao. Ikiwa umeipenda video hii, tafadhali piga like, ishabikie kwa kuisubscribe na uandike maoni yako hapa chini. Pia usahau kuishiriki na marafiki zako ili waweze kujifunza jinsi ya kuisha maisha bora yenye mafanikio. Asante kwa kuangalia video hii na tutaonana tena katika video nyingine.